Hmm. Masikini mke wangu. Kumbe mbugu ni oluwa kumsasa mwaka baada ya mwaka, kumbe bila huruma. Awali awali niliona ni kama mchezo kumbe ilikuwa kweli. Sasa nona, kauli yake imesimama Laiti, laiti ningalijua jana, ningeishi tofauti. Silesi zetu za maisha tungezila zilivyokuja kwa furaha. Sasa siku hazigandi na wala jana haitarudi. Sasa jana imebaki kuwa kumbukizi inayosongwa na wakati, mfano wa mafuriko msimu wa masika. Kwa bahati nzuri, kwa bahati nzuri, bado tuko inaweza kuiachia tabasamu yangu dunia iwe kama silesi kwa vizazi vijavyo na nia njema. Siwezi siwezi kuendelea kuishi hivi. Lazima niwache njia ya zamani na kufuata njia mpya, maisha mapya. Wewe pombe, pombe, umenichezesha kama mwanasesere kwa muda mrefu, umeninyima hata fursa ya kuilewa familia yangu an ni siku zangu za uzeni, lazima nizitumie kumwangalia mke wangu mgonjwa. Lazima nimshukuru mshukuru kwa jinsi alivyojitolea kuchunga familia yetu. Kwa heri pombe, buriani.